Mpendwa mtazamaji na mpendo wa msikilizaji wetu, ninayo furaha kukukaribisha tena katika mwendelezo wa masomo wetu ya asubuhi. Leo tarehe thelathini ya mwezi wa nne mwaka elfu mbili na ishirini na tano tuna somo zuri lenye kichwa kinachosema matokeo yatokanayo na kuula mkate wa uzima, na fungu letu kuu linapatikana katika kitabu cha Wakorintho wa kwanza sura ya kumi na tatu na fungu la kumi na tatu, nalo linasema, Basi, sasa inadumu imani, tumaini, upendo, haya matatu; na katika hayo lililo kuu ni upendo. Basi natuombe. Tunakushukuru Mungu mwema, asante kwa sababu unaendelea kuwa pamoja na sisi, asante kwa sababu unatufundisha, tusamee dhambi zetu, tufundishe leo tunapokuja kujinyenyekeza mbele zako, utukumbushe tukumbushe haki, utukumbushe na fadhili zako, utuondee Baba, tufanye watoto wako, tuandae kwa ajili ya uzima wa milele. Hili ni ombi letu kuu katika jina la Yesu tunaomba na kushukuru, amina. Tuna wingi wa mahubiri. Kinachohitajika zaidi ni upendo kwa roho zinazopotea, upendo ule unaokuja kwa mtiririko tele kutoka kwenye kiti cha enzi cha Mungu. Ukristo wa kweli unaeneza upendo kupitia kwa nafsi kamili. Unagusa kila sehemu muhimu, ubongo, moyo, mikono itoayo msaada, miguu, ukiwawezesha wanadamu kusimama imara pale ambapo Mungu anataka wasimame ili wasitengeneze mapito yaliyopotoka kwa miguu yao, viwete wasije wakapotoshwa njiani. Upendo unaowaka na kuteketeza wa Kristo kwa roho zinazoangamia ni uzima wa mfumo mzima wa Ukristo. Je, tafsiri ya Biblia inasemaje juu ya Mungu? Mungu ni pendo. Kwa kumtoa Yesu kwa dunia yetu, Mungu alionyesha upendo wake kwa wanadamu. Kwa maana jinsi hii Mungu aliupenda ulimwengu, hata akamtoa mwanawe pekee, ili kila mtu amwaminie asipotee, bali awe na uzima wa milele. Ndiyo, uzima wa milele. Huu ni upendo ambao ni utimilifu wa sheria. Ni yule tu ambaye moyo wake umejawa na huruma kwa mwanadamu alianguka, ambaye anapenda kwa kusudi, akionyesha upendo wake kwa utendaji wa matendo kama ya Kristo, ndio atakayeweza kustahimili kuonekana Kwake yeye asiyeonekana. Ni yeye tu anayewapenda wanadamu wenzake kwa makusudi ndiye anayeweza kumjua Mungu. Yeye asiyewapenda wale ambao Baba amewafanyia mengi, hamjui Mungu. Hii ndiyo sababu kuna uhai mdogo sana wa kweli katika makanisa yetu. Teolojia haina thamani isipokuwa imejaa upendo wa Kristo. Mungu ni mkuu. Upendo wake katika moyo wa mwanadamu utaongoza kwa kufanya kazi ambayo itazaa matunda yanayofanana na ya tabia ya Mungu. Upendo huvumilia, hufadhili. Upendo hauhusudu. Upendo hautakabari, haujivuni, haukosi kuwa na adabu, hautafuti mambo yake, hauoni uchungu, hauhesabu mabaya, Haufurahii udhalimu bali hufurahia pamoja na kweli. Majani yaliyobarikiwa ya mti wa uzima! Basi, sasa idumu imani, tumaini, upendo, haya matatu; na katika hayo lililo kuu ni upendo. E nafsi yangu umuhimidi Bwana, naam vyote vilivyo ndani yangu vilihimidi jina lake takatifu. Kwa sababu kitabu chetu cha mwongozo kiko wazi kabisa na thabiti, wengine wanaweza wasitafute ule uwazi. Imeandikwa ambayo Kristo aliutumia kwenye kila tukio ili kukabiliana na adui yalianguka. Lakini hebu na tutafute mfano wa Mwokozi. Kadri tunavyochelea kutoa maoni yetu ya kibinadamu ndivyo mazungumzo yetu yatakavyokuwa safi na yenye neema zaidi. Bwana hutoa wito kwa ajili ya maneno matakatifu, kwa sababu ni harufu ya uzima iletayo uzima. Mwenyezi Mungu na awabariki.